Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein ametoa changamoto hiyo wakati akifungua mkutano huo wa siku mbili unaofanyika hapa Zanzibar ambapo kongamano hilo anahudhuriwa na, na wanadiaspora wa Tanzania kutoka nchi mbalimbali mbali, waliopo katika bara ya Ulaya Afrika pamoja na Asia ambapo zaidi ya wa, wanadiaspora wa, wa, wa wa mia tatu wanashiriki wa, wa katika kongamano hilo. Dr. Shein amesema serikali zote mbili zimefungua milango na kuweka kipaumbele katika maeneo ya kiuchumi, hivyo waondoshe dhana kuwa mawazo yao kwa njia yako nje pekee na sio katika nchi yao. Nchi yetu inahitaji wataalamu katika fani nyingi sana katika maeneo mapya ya kiuchumi yanayoibuka na yale kwa kipaumbele na serikali zetu. Hivi sasa tunahitaji wahandisi wengi kwa ajili ya kuendeleza viwanda, kwa ajili ya sekta mafuta na gesi, na utekelezaji wa mipango miji tuliokuwa nayo. Najua nyote mnatamani sana kuona mabadiliko ya haraka ya ujenzi wa miji yetu ili iwe ya kisasa, na kwa hakika ifanane na miji mikubwa iliyopo katika baadhi ya nchi mnazoishi. Ningependa mwone Zanzibar inapendeza kama Copenhagen kama Stockholm kama London kama Berlin na miji mingine. Rais wa Zanzibar Dr. Shein ambaye serikali yake imepania kuinua sekta hiyo ya diaspora amesema ili kuwekea mazingira mazuri Watanzania hao na kwa Zanzibari kuwawezesha kuipenda nchi yao na kuwekeza, serikali iko mbioni na wakati wote kuanzia sasa itawasilisha na kupitisha sera maalum ya wana diaspora ambayo itaweka dira na madhumuni kami, kamilifu. Kwa Zanzibar, serikali imo katika hatua za mwisho za kutayarisha sera ya diaspora ambayo tutaipitisha wakati wote kuanzia sasa. Sera hiyo itapokamilika, pamoja mingine, na mambo mengine itafafanua na kuweka wazi dira na dhamira zetu katika utekelezaji wa masuala muhimu yanayokuhusuni nyinyi wanadiaspora. Mapema, Waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Agostino Mahiga akizungumza katika hafla hiyo, ambapo alijibu masuala mbalimbali kwa pamoja, na suala la Watanzania kutaka kupiga kura kuchagua viongozi wakiwa nje ya nchi, alitoa ufafanuzi huo huku baadhi ya wanadiaspora wakichangia mada ya kwanza ya suala la mbinu na mwelekeo wa kisasa diaspora umesema umefika wakati wa serikali kuangalia na kuruhusu Watanzania wapige kura za kuchagua viongozi wakiwa nje, na pia kuruhusu Tanzania kuwa na uraia wa nchi mbili, kwa vile hatua hizo zitaleta mabadiliko yenye faida na uwekezaji mkubwa. Huki tukizungumzia dual citizenship, tutafuta njia nyingine mbadala kisheria, kisiasa na kiuchumi kuwashirikisha Wana diaspora wetu kushiriki katika uchumi. Tunatengeneza kitu kinaitwa diplomasia ya viwanda. Na katika hili tutakuwa na kifungu maalum ambacho tutakiita diplomasia shirikishi. Mkutano huu wa siku mbili ambao unatarajiwa kufungwa na rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli unashirikisha wadau wakubwa wa sekta ya utalii, siasa za nje na kidiplomasia, na wanadiaspora kutoka nchi mbalimbali, ambao mada kadhaa zikiwemo za uwekezaji na fursa za wekeza tarajiwa kujadiliwa. Kutoka pakisiwani Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV.